Tumekuwepo na taarifa za upotevu wa vyombo vya maringi mawili na zimeripotiwa hususan pikipiki e, aina tofauti zinazopotea katika mazingira ya kutatanisha. Hii leo polisi mkoa wa Mjini Magharibi imetoa taarifa kuhusiana na upotevu huo, na nyuma yangu hapa unaona ni gari ambayo imepakia vyombo hivyo, baadhi ya vyombo ambavyo vilikamatwa kutokana na mazingira ya upotevu wake Eh, kuwa ni tofauti na namna ambavyo imeweza kuripotiwa. Hapa katika ofisi ya polisi ya mkoa wa Mjini Magharibi, Kamanda wa mkoa wa Mjini Magharibi Richard Mchomvu ametoa taarifa juu ya kukamatwa kwa vyombo hivi, lakini pia vile vile akieleza sababu ya namna gani vilivyokamatwa na kwa nini vimeweza kukamatwa, lakini kuwataka wale ambao wameweza kupotelewa na vyombo vyao kuja ili kuweza kutambua kama chombo chako kilichopotea kiko hapa na tayari kwa ajili ya kukichukua. Kwa hiyo kutokana na mazingira hayo, nataka tu niseme kwamba tulikubaliana sisi makamanda wote watatu, e, baada ya kuona kwamba kuna kilio kikubwa cha wananchi, lakini na sisi tunaona kwenye matukio kwamba wizi wa pikipiki katika mikoa yetu hii mitatu hapa um, Unguja unazidi una kuwa ni, ni, ni tatizo kwa wananchi wetu, lakini ni tatizo kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo tukaona mwarobaini mmoja, mwarobaini ya kumaliza hii ni kufanya operesheni za pamoja mpaka tarehe ya leo navyoongea hapa tumeshakamata watu kumi na saba ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Watu kumi na saba na watu kumi na saba wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa wa hizo pikipiki, na kama ambavyo mnajua wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia na tumewahoji wahalifu wote, wanaeleza hiyo njia kwamba ndio wanatumia. La kwanza, wanavizia watu wakiwa kwenye maziko eh, watu wameenda kwenye kwenye makaburi, mwizi wezi wanakaa jirani, wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Watu wameingia kwenye misikiti, wanafanya ibada, wanavizia watu, wanaona watu wameingia, dua zishaanza kule ndani, mahubiri, wana, wana, wana, wanaiba pikipiki nyingine ni watu ambao wanazitunza pikipiki nyumbani, watu wana imani. Unajua watu Zanzibar ni nchi ambayo watu walikuwa wametulia, sasa watu wanaamini bado watu. Kwa hiyo mtu ana pikipiki yake andani, anaona kuiweka ndani labda anaona ni nini, anaipaki nje ya nyumba. Nao baadhi ya wale ambao vyombo vyao vimepotea walifika hapa na kuweza kuvitambua, hebu tuwasikilize, mara baada ya kufika na kuviona au kuto kuviona kwao. Tulipofika huku ndo kwenye harakati za kukagua hondangu nikaikuta ipo ile pale, halafu kuna alama ambazo zilizokuwepo kwenye tenki nilikuwa nimeigonga, halafu na siti yake na kwenye exos, pia exos yake ilikuwa imetiliwa kitu kama kifilimbi. Vijana sasa hivi ni shoti. Juzi nikasikia kama kuna honda zilizoibiwa zimekamatwa kituo cha polisi cha Bububu, ikabidi twende tukambwa. Jumatatu ndo tuwasili pale nishoti kwa kutizama tu kwa macho, bado honda yangu sijaiona mpaka dakika hii, unafahamu. Sambamba na hayo, Kamanda wa polisi aliwataka watu pindi wanapoweza kuuza vyombo vyao, basi waweze kuhakikisha kwamba wanabadilisha kadi au umiliki wa chombo husika. Nikiripoti kutoka ofisi za polisi mkoa wa Mjini Magharibi, mimi naitwa Hashim Kasim, Daily News Digital.